ni juni tano ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya leo ilikuwa na matukio mengi kadha wa kadha kwenye upande wa siasa lakini kwenye upande wa michezo wazee wa Young africans walikuwa na pressi na waandishi wa habari na kubwa hasa ni kusisitiza tu kuwa dabi ya tarehe kumi na tano haitokuwepo na wala timu haitokwenda uwanjani nipo na Heavyweight underscore dula ndivyo anavyopatikana kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Ukimtafuta kwa Instagram Facebook, utampata kwa jina la Heavyweight underscore dula. Nijue kwanza hali yako, uko vipi? Ndio bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu mm, mambo yanazidi kwenda ya sio mbaya. Ume, ume- umevalia wanasema hii, eh, ni black black eh, nyeusi, mm, nyeusi nyeusi, miwani meusi, shati jeusi Ee, na nikiangalia mambo pia ni meusi vile vile kuelekea dabi ya tarehe mm. ee, kumi na tano kwa upande wako, kwa kauli ambazo wamezungumza wazee, kwa haraka haraka nikinukuu, ni kwanza hawaoni e, kwamba timu itapokonywa pointi na kama ikipokonywa, basi inawezekana ikawa ni mwisho wa ligi, lakini pili kuwazuia ku, ku, e, wamiliki wa haki za matangazo mm. e, Azam kupromoti mechi ya dabi kwa kutumia jina la Young Africans. Tuanzie hapo mm. unahisi wazee wanaagizwa ama wanakurupuka kuzungumza? Unajua, kwanza mimi ile press nimeisikiliza yote kwa umakini kabisa, na kwa bahati nzuri au mbaya ni, ni kwamba ukimchekea, wanasema ukimchekea nyani utavuna mabua. Ndio kile ambacho kinatokea. Kwanza uh, ajenda ile press naona ilikuwa zaidi ni ku, kutoa amri kutoa amri, naweza nikasema kutoa amri. Wametoa amri kwa bodi ya ligi, si unanielewa? Yes, wametoa amri kwa bodi ya ligi kwamba hawataki kukatwa alama. Sio kwamba hawaoni kwamba zitakatwa, hawataki kukatwa alama wala ku, ku, ku, sijui kuchukuliwa hatua yoyote, kama itatokea hawajafika kwenye mchezo, wametoa amri. Lakini vile vile wameweza kutoa amri kwa viongozi wao wenyewe pia kwamba amri haziishi tu kwa bodi ya ligi, zinaenda mpaka kwa viongozi, kwamba kiongozi yoyote ambaye atapeleka timu uwanjani basi atakuwa against na wanachama, kwa sababu wale wengi ni viongozi wa wa, wa, wa wa matawi, si ndio? Kwa hiyo watadiliana au watashughulika na huyo kiongozi, hata kama ni Engineer Hersi, si ndio? Wamesema maneno lakini wakati wa amri pia kwa Azam TV pamoja na vyombo vyote, sio Azam TV pamoja na vyombo, pamoja na vyombo vingine vyovyote ambavyo vitatumika kupromoti dabi basi, wao hawataki kuona kwamba logo ya klabu yao inatumika kwenye kupromoti mchezo wa tarehe kumi na tano. Kwa hiyo zilitembea amri tu pale, si unanielewa? kwani mwendo wa amri e, mwendo wa amri sasa. Mi niwaambie tu wazee hem, waache mara moja kuingilia mamlaka zisizowahusu. Nielewa, kuwapa amri viongozi wao well and good watajua wenyewe lakini kitendo cha kutoa amri kwa kwa kampuni kubwa ya uzalishaji na urushaji wa matangazo kama Azam TV, hiyo ni kuivunjia heshima Azam TV. Ameweka mabilioni ya hela kwa ajili ya kuonyesha hii ligi. Ameikuta ilikuwa iko yani seme haina thamani, haina thamani kubwa, lakini yeye ameweka pesa na kila anachokifanya ni sehemu ya biashara yake na hadhi ya ligi imepanda. Umeelewa? Yaani yeye anavyotangaza dabi sasa hivi, kweli? Leo Azam TV na uprofessional wao waache kusikiliza wenye mamlaka ya mpira ambao pia wao ndo wamewapa hii dhamana ya kuonyesha ligi. Wamsikilize mzee. Eti, yani leo, Azam TV, waache kusikiliza bodi ya ligi inasema nini? Bodi ya ligi imesema mchezo upo. mm. Alafu a, Azam TV na uweledi wao wote waache kuwasikiliza bodi ya ligi wamsikilize mzee mzee fulani kutoka Yombo amesema kwamba msipromo. Kwa hiyo Azam nao watulie, wasipromo? Hivi si hiyo <laughs> ni nini? Oh brother <laughs> Kwanza nilikuwa nacheka sana, nikasema hivi, mm. eh, serious, ah, wazee wabidi waambiwe hivi. Fikiria, ukiachana na mkataba wa Azam wa kuonyesha ligi kwa ujumla wake, lakini Yanga kama Yanga pia wana udhamini wa Azam mm. sindio? Yeah, unahusiana na maudhui yao kama Yanga unakadiriwa sasa hivi walisaini kama bilioni arobaini na hivi. Sasa leo fikiria mzee anatoka huko anaanza ku Yanga, kwa mwezi wanakula milioni mia mbili kutoka Azam TV, kwa mwezi. Kwa hiyo unajua ile kwamba uh, mtoto kupewa mamlaka ya kumkosoa mzazi muda mwingine inapelekea ku, ku, ku wanaita kuvuka mipaka. Kwa hiyo wanachokifanya hao wana Yanga wa, wa, wa, wa, wa, pamoja na wanachama wa Yanga ni kuvuka mipaka. Wanavuka mipaka. Sio nani. Alafu mimi nashangaa kwa nini wanaleta hizi ajabu? Wewe ushasema huchezi. Ndio, ushasema huchezi. Iko clear. Un kwa nini unataka kuaminisha watu? Yaani kwa nini kila siku hiyo hiyo tu watu chezi, tu, hiyo hatuchezi, hiyo. Atu ina maana, hmm, hawana msimamo. Hawajiamini. Walioanzisha hii kampeni ya hatuchezi ilikuwa ni viongozi wa Yanga. Yaani wewe leo umfundishe mwanzilishi wa kitu. Wale wazee wanamfundisha kiongozi wanawafundisha viongozi wa Yanga cha kufanya, wakati viongozi ndo walianzisha hizi kampeni. Wanapotoka kuzungumza pengine wanakuwa wameona dalili za ndani za dabi kuchezwa na ndio maana mm -hmm, wanatoka pia kukumbusha kwamba tulikubaliana eh, dabi haito kuwepo kufanya hivyo na hawa eh, wazee wa matawi kutumia eh, eneo la klabu kama sehemu ya mazungumzo. Unaona, ni baraka ambazo zinatoka kwa viongozi wa ngazi za juu za Young Africans. Unajua, mimi narudia pointi yangu, walioanzisha hii kampeni ya kugomea michezo ni viongozi wa Yanga. Kwa hiyo viongozi wa Yanga ndio wame, wame, wame, wame, wame, wame walivyoanzisha ile wakaispread kwa mashabiki, mashabiki ndio wakaitikia. Kwa hiyo viongozi hawa wa Yanga wakiamua kupeleka timu uwanjani, hawa wazee watafanya nini? Kwa sababu wale waanzilishi wa hiyo kampeni wenyewe wakisema bana, tumefikiria na tumeona kwa maslahi mapana ya mpira na nini na nini, bora tu. Kwa sababu labda niwakumbusha wazee, labda niwakumbushe mahakama kuu ya usuluhishi wa kimichezo duniani, CAS. Maana nimetaja mpaka kwa Kiswahili. CAS walipokea kesi ya Yanga ikiwashtaki bodi ya ligi, si unanielewa eh? kwa hiyo bodi ya ligi pamoja na TFF na katika katika kushtaki kule sakata ambayo lilipelekea mpaka kesi kufika kule ilikuwa la kuhairishwa kwa mchezo, sasa, mchezo kuhairishwa ule wa tarehe nane havikwenda sawa, wakaandika sababu zao pale, kwa sasa wakisema kwamba hawana imani na bodi ya ligi na mamlaka zinazosimamia mpira wandani kesi kitendo cha kushindwa kesi kulikuwa hakina hakina tafsiri nyingine yoyote zaidi ya kuwaruhusu bodi ya ligi kuweza kuendelea na ratiba zake za kawaida ikiwemo kupanga tarehe ya mchezo. Sasa wasisa, wasi, waende kule kote, lakini wasijisahaulishe kwamba hata mamlaka za kusimamia na kusuluhisha, umeelewa, CAS wame, wamewapa ushindi bodi ya ligi pamoja na wasijisahaulishe, narudia, wasijisahaulishe kwamba CAS Kiwa wanakinzana na barua walioiandika kwamba walitakiwa kuanzia ngazi ya chini kwa maana ya, ya shirikisho la mpira wa miguu kabla hawajaenda kasi. Ila wewe, kwa mujibu wa maelezo yako, ni kwamba wao walishindwa kesi na ushindi ukao kwa bodi ya ligi pamoja na mamlaka inayosimamia mpira. Hakuna sehemu ameandika eti kwamba ianzie mamlaka ya, ya ndani mamla, ile kesi imekuwa terminated na imeondoshwa kwenye orodha ya kesi ambazo zipo kwa kasi kusikia no, barua yao ya Africans. Ah, wao najua najua kwamba walisema hivyo ndio ndio maana yeah. Nakuambia hivi Jaffe ni kwamba ile barua yeah. walivyoandika si kweli, walishindwa kesi, si unanielewa? Walitafuta namna ya kupoza mashabiki eh, walishindwa kesi. Kwa hiyo mwisho wa siku, kwa sababu walishindwa kesi, bodi ya ligi ilikuwa na, na wanasema sasa hivi kwa sababu kesi te, mchezo uliairishwa kwa sababu ya mambo ya kiusalama pamoja na viashiria vya rushwa, mbona hawakutoa majibu ya uchunguzi. Utatoa majibu ya nini wakati kipindi nataka kuchunguza wewe ulienda mamlaka za juu zaidi ukashindwa. Sasa mimi nichunguze tena ili iweje? Yaani mimi mfano ningekuwa kwenye mamlaka hata kuchunguza yenyewe sichunguzi si, si wala sitoi majibu ya uchunguzi wala nini, kwa sababu mimi kipindi nataka kuchunguza nitoe majibu, wewe umetoka umeenda kushtaki juu zaidi. Kama ilikuwa ni issue iko kwa mjumbe umeipeleka hmm. Eh, sasa mwenyekiti, kwa mwenyekiti sasa mwisho wa siku. Mimi mimi kama mjumbe mwenyekiti akasema kwamba huyu mjumbe yuko sahihi, mimi nitaendelea nita na, na ile jarida auwezi nitaachana e, nita nalo. Sasa ndio kilichotokea sasa. Wanalamika nini? Kwa sababu kama walikuwa na hoja za msingi mm, eh, rais wao ni yupo kwenye Umoja wa Vilabu mm, barani um, Afrika ndio mwenyekiti, ndio mwenyekiti sivile naelewa, yaani ndio kiongozi mkuu wa umoja huo. Kwa nini asingeweza kutumia mamlaka yake kuihakikishia timu yake inapata haki kama kweli kuna kitu kinanyanyasika kina, yani kwa makweli wananyanyasika. Na kama kweli kuna vitu hawakutendewa haki, kwa nini asingetumia mamlaka yake kuhakikisha timu yake inapata haki yake? Leo hii tumefikia hatua ya kwanza kuwatuma wazee waje kuwazungumzia, au waje kuzungumzia kile ambacho wanaamini, yani kile kitu ambacho viongozi hawawezi kuvisema, wanawatuma wazee waje kuto, wazee wanaanza kuwapa amri Azam TV <laughs> Azam TV eti eti tutakuja tuta sasa sijui tutakuja chombo chochote ambacho kitatumia logo yetu sijui wata-tutatambuana sijui ah. Hivi wewe mzee, wewe mzee. Unamtishia Azam TV kweli? <laughs> <We, we. laughs> yeah. Ah, <laughs> acha masiara bwana we, we. Eh, yeah, Azam TV hii ni sehemu ya mabosi zao. <laughs> <laughs> Watu wanakupa hela chungu mzima, viongozi wenu wananenepa tu pale, wanapewa hela na Azam TV. Unakuja kuwatishia, unatoka una zako huko, utawafanya nini Azam TV? Hawa wataendelea kupomo. Bodi ya ligi usema mechi ipo Azam, wanapomo mechi sehemu ya biashara yao, wametoa mahela kwa ajili hiyo, uanze kuwapangia eti eti o ah, mi nashangaa kweli. Yani, unatoaje una oda kama hizo? Alafu wakatoa na amri nyingine kwa vio, kwa wanachama wenzao wa Yanga pamoja na mashabiki wa Yanga wasi, wasionekane asionekane. Yani leo hii Azam si wana kawaida, wana mfano, wanahoji, hoji mashabiki yeah, wa Simba yeah, na Yanga yeah. Yani ina maana wakimuona shabiki wa Yanga anahojiwa, unaelewa yeah, yeah. mm -hmm. wa basi, wataona kama amewakosea kitu ambacho si hakipo hivyo, kwa sababu kwenye kila mtazamo kuna mtu ambaye anaona huku kwangu mimi pako sahihi huku hapako sahihi, yani hatuwezi tukafanana kwenye mitazamo ila tu kuna idadi kubwa zaidi wanaweza wakawa kwenye mtazamo fulani na kuna idadi ambao hawapo kwenye mtazamo fulani. Mbona Simba wana, wana, wana kuna kuna mtu anaitwa sijui nani, sijui anaitwa nani, sijui mnani, sijui mnani, sijui mchambu, sijui mnani anavaaga jezi za Simba alafu uh, anamzimia uh, ana, uh, shabiki wa Simba Sports. Si Hamisi uh, uh, siwezi nikajua kama ni Simba lakini anamweonaga anavaaga jezi za Simba alafu anawapo anawaponda Simba. Sijui, naelewa. Mbona yule ni yaani, ame, ya, yaani kwamba ameji tuseme ame, amejitambulisha kama mshabiki wa, wa, wa, wa Simba. Simba, Simba. Lakini anaichafua timu anajaribu anay, anai, anai, kuidhalilisha timu, anaishushia hadhi ya timu, heshima yake na nini? Lakini ana uhuru amemwacha Yoshe kuona viongozi wa Simba wamemzuia, wame wamejaribu wame kumpi nini yaani. Wanamwangalia tunamwacha wana afanye anavyotaka. Sasa leo hivyo wanachama hao wachache wanakusanyana wao oh, ujue Tukimwona mwana Yanga sijui anahusishwa kwenye kwenye romo hii mechi, tutakosana naye. Wewe vipi? kwani kwani yeye akiwa aki, aki, aki, aki, aki upande wa mechi kuchezwa, kuna ubaya gani? una unautafsirije no. Uh, yani walichokizungumza ni uvivu wa kufikiri, au tunaibeba ajenda kwa namna gani? kwamba tuipokee kwa sababu wao ni wa eh, wametumia, tutumie jengo kama sehemu ya kuwasilisha mawazo ya wale ambao walishindwa kuzungumza mbele ya vipaza Of course yote ni majibu naelewa. Kwanza naona wamevuka mipaka kwenye press yao, lakini jambo la pili naona kabisa kuna uh, kuna kama naweza nikasema kuna kama kutumwa, kuna watu wameagizwa pale na viongozi wa juu waende kutoa zile ajenda na nini. Lakini kingine na, na, naweza nikasema kama ni kukosa msimamo. Kusema jambo na kulirudia rudia, kulirudia rudia, ni kukosa msimamo. Sasa mimi sivutiwi na mtu ambaye hana msimamo. Ushasema sichezi. Relax. Salia. Kaa kimya. E, usiandae mchezo. Usitoe ushirikiano wote. Siku ya mechi usipeleke timu. Bas. Tutaelewa yes huyu alikaa kimya. Mbona Simba wamekaa kimya? Wewe umeona Simba wanajibu jibu chochote? Au wazee so, wa Simba si wametoka, mtacheza. Sio nini? Si wamekaza wao kimya? Simba kama viongozi wamekaza wao kimya? Lakini wao kila siku wanajiongelesha, wanaji, wanaji wenyewe wanajijibu wenyewe, mara sijui watengeneze tisheti hatuchezi ng'o, mara kesho sijui wanaita press hatuchezi, mara sijui umekaa na sijui na nini. Mimi mpaka kuna kuna watu ambao ninaheshimiana nao na nipo katika m, m, m, yani katika maelewano nao, nakuta unakaa naye sehemu mnajadili mambo ya msingi, mara nini, anapokea simu wewe, eh hey, hatuchezi. Mm. Eh, sasa na ni mtu mzima. Eh e, mtu mzima sasa unajiuliza huyu. Yaani mi vitu kama hivyo uwezo, yaani yaani, kwa mtu ambaye na we ushasema huchezi, relax eh, tulia kimya bana. Mtu akikwambia mechi tarehe kumi na tano vipi? Kimya, tusubiri kimya eh, tusubiri tu kimya naweza mara tuchezi mara sijui nini Azam TV sijui nini mara sijui nini unaanza kupangia na wengine. Yani wewe wewe, tena jambo lako unataka kupangia na wengine? Wewe sijui Azam TV sijui asipige promo sijui wewe sijui shabiki fulani sijui afanye nini, unahangaika nini? We relax, uchezi, tulia. Tena huyu sijui kafanya hivi sijui nini huyu kafanya hivi sijui nini mara sijui wewe sijui herisi akipeleka timu sijui tutakutoa sisi wenyewe. Sasa ukimwangalia mzee mwenyewe anaosema hivyo hata huyo injinia akisema apeleke timu Simba wali kikanuni. Sakata lote linaanzia baada ya kuzuiwa kuingia uwanjani mm. ambao kikanuni inawaruhusu kuweza kufanya mazoezi katika uwanja ambao utahosti mchezo mm siku moja kabla ya mchezo husika, umeelewa, wakazuiwa. Kwa hiyo pale kikanuni walikoseshwa wali haki yao ya msingi ya kutekeleza jambo ambalo lipo ndani ya kanuni. Bodi ya ligi wakaghairisha mchezo kikanuni, umeelewa? na, na kanuni iliyotumika ni iwapo bodi ya ligi itaona kuna sababu za dharura. Yanga hawachezi mechi ya tarehe kumi na tatu kwa kanuni ipi? Hapo apo mimi ndo nataka nijue kwa kanuni ipi? Sababu zote zina kanuni. Simba alizuiliwa kufanya mazoezi, of course kikanuni inaeleza kwamba timu ambayo timu mgeni inaruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa mechi siku moja kabla ya mechi. Kikanuni ipo. Bodi ya ligi wameghairisha mchezo kwa sababu kuna kanuni ilivunjwa, na wao wakatumia kanuni ambayo inahusisha mambo ya dharura, wakavunja, wakaghairisha mchezo. Yanga unatumia kanuni gani kutocheza ya mechi tarehe 15 kama hutumii kanuni yoyote. Unasema unataka hoja, hoja zizibiwe kwa kanuni zipi? Hoja zenu mlizipeleka kasi. Kasi wamewambia hazina hazina mashiko, tumechukua kesi yenu tunaitupa kwenye dustbin. Unarudi huku unaanza kuhamasisha watu chezi atutee. Manake huheshimu mamlaka za ndani, huheshimu mamlaka za nje. Manake hata kasi pia ni mamlaka. Si ndo manake? Unakuja hapa unauliza, haya kanuni gani umetumia kugomea mchezo? Huna. Sasa kama hauna tutatumia kanuni ya timu ambayo imegomea mchezo ili anaye ambaye amefika kwenye mchezo wa apewe haki yake. Unagoma, unataka kuishinikiza mamlaka isitumie kanuni. Kuna mzee mmoja ati anasema eti tukikatwa pointi kumi na tano ligi inaishi hapa.